Na huu ndio unabii ambao Mungu alisema na mimi kwenye kanisa la Bwana na pia taifa la Tanzania. Lakini pia ufunuo wa Mungu aliniambia ya kwamba umelenga katika pande mbili, pande ya kwanza ni katika taifa, lakini pande la pili ni katika ulimwengu. Kitu pekee kilichonifungua katika siku ya mkesha wa tarehe ya kwanza, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza katika mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Mungu alinionyesha juu ya wingu zito kubwa lililokuja kwenye misingi ya dunia na kuweza kutanda katika dunia na hata uso wa nchi ukafunikwa. Lakini cha ajabu, nani alile giza zito, ghafla kulionekana na miali ya moto ikitoka chini ya ardhi, yani uso wa ardhi na kupanda juu mbinguni Roho Mtakatifu atakapotoka anaondoka, pindi anapoondoka, ndipo unyakuo unatokea yani, kutoka chini kuelekea juu. Sasa iwenye katika siku hii ya kawaida ambayo si siku ya mwisho katika uso wa nchi itokee, na ndipo Mungu akaniambia ya kwamba hiyo unayoyaona ni ujio wa nabii wa uongo katika misingi ya dunia. Nilibaki nikisema Mungu tuokoe na tusaidie katika wingu kubwa ili la manabii wa huko. Lakini niliweza kuomba zaidi na zaidi juu ya kuomba rehema na msamaha. Ilipita miaka mingi na miezi mingi sana. Ilipita miezi mingi toka ule mwezi wa kwanza mpaka huu mwezi wa kumi na moja ambao sasa nimesimama kuweza kueleza. Usiku wa leo tarehe tisa alasiri ya siku hii mpya ya siku mpya ya tarehe 11 Novemba. Ah, kitu pekee ambacho nilikiona katika ulimwengu wa roho, nilikuwa nimepumzika, lakini ghafla nikaona nikiwa nimepita katika eneo kubwa la watu. Lakini lile eneo nilopita, ghafla nikaona kuna miali ikitoka juu mbinguni kimulika chini ardhini. Ghafla nikaona moja kati ya makerubi akiwa amefu, akiwa amezingiwa na mabawa pande zote, yale mabawa yaliweza kufunika nchi lakini nilipozidi kutizama, ghafla nikaona mianga ikimulika kila kona na pembe ya dunia lakini ghafla nikaona mtu mfano wa Kristo anayekuja kwenye msingi wa dunia. Lakini huu mfano wa Kristo alipokuja alianza kutoa ishara, nilianza ku, ilianza moyo wangu ulianza kufadhaika mno, na nilipozidi kutizama juu ya ujio wake, ghafla nikaona akitoa ishara za Freemason, yani akitoa zile ishara ambazo moja kati ya miungu ya kuzimu inaonyesha sana, hizo hapo juu hiyo eh, ni mishara ambazo miungu ya kuzimu huonyesha sana juu ya ujio na utawala wao katika misingi ya dunia. Nikiwa katika mwili nilikuwa nimelala, yaani sikuweza kutikisika hata kidogo, lakini katika ulimwengu wa roho nikaanza kuona na nena kwa lugha. Katika ulimwengu wa roho nikaanza kukemea katika china la Yesu kafa, lile wingu likaanza kubadilika, kwa likaanza kuwa wingu la kijivu, mara wingu jeusi, na yule aliyekuja mfano wa Kristo akabadilika ghafla akawa mtu mweusi ghafla.

Baada ya yule mtu kupotea, alimfuata na kunifunika mfano wa nkamba, ama mfano wa mawingu meusi na ya kijivu, kunifunika katika mwili wako. Alinichukua akaniweka mpaka kwenye kiti, na nilipokaa kwenye kiti, ghafla nikasema, nikaanza kunena kwa lugha na nikaanza kuita jina Eloi, Eloi, Eloi, Eloi, Eloi, Eloi, huku nikinena kwa lugha. Ghafla nikaona mavazi yaliyotoka tu mbinguni, akiwa amekaa mfalme wa wafalme, Mungu tukufu, akafungua macho Alipofungua macho yake ghafla, nikaona lile wingu likao litoka mbele yangu. Alipofungua macho yake, nilikuwa panga katika ulimwengu wa roho. Kila mtu ana panga katika kila ulimwengu wa roho, kila mtu ana majeshi katika kila ulimwengu wa roho, kila mtu ana nguvu na silaha ambayo Mungu amempa. Ndivyo nilivozinyanyua mikono yangu juu, upanga ulishuka kunako mikono yangu, uniform za kivita zilishuka katika mwili wangu. Ghafla mwili wangu ulianza kuwaka moto, na nilipiga kelele katika hilo eneo nili tija nilekelele katika lilo eneo, niliponyanyua mkono wangu juu nilioshikilia panga, ghafla nikaona moto kitoka juu mbinguni ukishuka kunako lile panga, na ndipo nikabamiza ile panga chini, ndipo utawala na ile nguvu yote ya giza ikapotea. Ndipo nikaona mfano wa malaika wakitanda kuja mbele yangu, ghafla nikaona kuna kwa kiti cha enzi cha Mungu aliye hai. Nikawa napanda panda kuelekea kunako kile kiti cha enzi. Malaika wakitengeneza njia na mimi nikafika, nilipofika, ghafla nikainama, nilivyoinama nikasujudu, nikakutana na Matelafiel, nikawaona makerubi wakisimama mbele za uso wa Mungu, wakizunguka huku na kule, wakishikilia mapipa manne, ndipo nikaona nuru isiyokuwa na mwisho, nuru isiyoweza kushikika, nuru isiyoweza kuonekana katika macho ya kawaida. Sikia, kanisa, kuna wakati ni sala leo ometekwa katika injili ya uongo na leo hii tumeona vyama vingi vya kisiasa vimeanza kuingia katika makanisa. Makanisa mengi yameanza kufa kwa sababu ya kukosa kusimama vizuri katika uhuru wa neno la Mungu na kusimama katika uhuru na nguvu ya Mungu ambayo Mungu alitaka itawale kwenye misingi ya mungo mungo dunia, na ndio kitu ambacho anachotaka ni kwambie. Hivi sasa kulikuwa na kipindi kati ya kutoka katika ngazi ya kisiasa kuifuata kanisa hiki kipindi kanisa lilikuwa na mwamko mkubwa na liliona kesho, lakini kulingana na vyama vya kisiasa vilienuka kwa ajili ya kuweza kuvinyamazisha baadae kunyamaza, lakini kanisa linajua kitu hiki ya kwamba kila kitu kilichotokea kwenye misingi ya dunia kinahusika kwa asilimia mia moja ndani ya kanisa, yaani tukio hili kubwa ndani ya mauaji ama mauti kubwa yaliyotokea ndani ya taifa la Tanzania na watu wengi kufariki ndani ya taifa Kazi kubwa ilitakiwa ifanyike na kanisa, lakini kwa nini mauaji yaliweza kuonekana? Ni kwa sababu kanisa iliweza kunyamaza, alikuweza kuinua sauti yake tu kuweza kumkumbusha Mungu, na wale walioshikilia kuta za amani ndani ya taifa walinyamaza kimya, kwa lengo la kuweza kuangalia nini kitatokea. Nini matokeo yake? Watu wengi walikufa na watu wengi waliweza kuonekana katika tabu na dhiki na mateso kiasi cha kwamba hata katika kila mitaa watu wanaoishi, watu wengi walinunua vyakula kwa mkupuo, watu wengi walinunua vyakula kwa mkupuo. Hawakuweza kuangalia hivi ni siku gani nitakapokosa chakula, je fedha itakaponisaidia hawakukumbuka watu watu kuweka kuweka hakiba hakiba hakiba, kwa maana haikuweza kufa, lakini watu walikumbuka kuweka hakiba ya chakula, kitu kinachonifanya kwa nini watu wengi weza kukumbuka kuweka akiba ya ya chakula wala si akiba fedha, kwa sababu njaa haitaki kula fedha, njaa inataka kula chakula. Kitu ambacho kilimfanya niweze kuwa na kiundani zaidi, hivi je, kwa wale waliokuwa wali na hali duni hali ngumu ya kimaisha, chakula watapata wapi? Maji watapata wapi? Na wakati huo kuna baadhi ya maeneo maji kupatikana kwao ni ngumu na ni shida sana. Hivi vitu vitapatikanaje kwa watu wenye hali ya chini? Vipi kuhusiana na Rais Samia Suluhu Hassan analeta ufunuo gani juu ya ujio wa mpinga Kristo? kitu pekee kinachoonyesha kuwa rais Samia Suluhu Hassan, lakini kitu pekee mimi sitaki kusifia mtu wala siko kwa ajili ya kusifia mtu, bali mimi niko kwa ajili ya kupresent ufalme wa Mungu katika misingi ya dunia, yani kulipeperusha bendera ya Yesu Kristo kwenye misingi ya dunia. Lakini panapotokea ufunuo wa Mungu, lazima niseme kile kinachotakiwa kutendeka, kwa maana hakuna aliyeweza kutegemea Tanzania itapatwa na mauti ama mauaji ya watu wengi ndani ya taifa. Lakini ilipotokea, kila mtu alibaki ameshtuka, watu wengi walipigwa na butwaa vyama vingi vya kisiasa atatokea nabii wa uongo atakapopata nguvu na yule joka lenye vichwa saba, yani, ibilisi na utawala wake utampa nguvu yule atakayesimama katika katika kanisa na misingi ya dunia kuweza kusimama kupinga utawala wa giza. Kwa hiyo ufunuo hapa, utawala wa kuzimu ambao huyu Mungu wao wanamtumikia atakuja katika namna gani? Biblia inaniambia na inanikumbusha katika vision niliyoiona hapo mwanzo nilipokuwa nikieleza juu ya kile nilichokiona anakuja ni mfano wa mtu mleta amani nane, taifa, ama nani, ya kila kona taifa, lakini watu wengi watamfuata kwa sababu ya amani anayoleta. Pia atakuja katika namna ya kitofauti katika misingi ya dunia na watu wengi watamfuata. Kitu pekee kinachonionyesha katika Biblia inanifunulia ya kwamba ndio yako mengi atakayotokea kwenye misingi ya dunia ambayo watu hawa watatamani kuyajua, lakini haitakuwa rahisi kuyajua kwa sababu itakuwa ni siku ya ukimya na ukiwa na hiyo siku ni akilio na kusaga meno, ya kwamba vile unavyoona si kama Mungu anavyoona. Ili mtumishi yoyote wa Mungu anaanza kuzungumza na vitu vilivyo rohoni na kuvileta katika mwili, usimpinge mtu anayezungumza na vitu vya rohoni kuleta katika vitu vya mwili. Watu wengi wanafuata vitu vya mwili, lakini huvikimbia vitu vya rohoni. Kwa nini? utawala hauko mwili, utawala uko rohoni. Unawezaje kuzungumza na nafsi za watu? Na hii ndiyo kitu ambacho katika misingi ya dunia watu wengi hawawezi kukitizama wengi wanatizama kila kitu cha mwilini, yaani nikikipata nikitumia kitatosha nataka nikukumbushe ni, ni kwamba Musa alipoangalia akamwambia Mungu, Mungu, nifanyaje maana watu hawa wanakufa kwa ugonjwa, lakini Mungu akamwambia nifanyie nyoka ya saba ikasimame kunako fimbo. Biblia nasema Musa alipofanya nyoka ya saba, alienda kusimama kunako fimbo. Samson alikuwa ni nyoka ya saba. kanisa ni wakati wakufua, wa kuvua ule utu wetu wa dhamani yani, yale makosa Mungu kashatusamee, lakini kinachofuata ni nini, unapaswa kukifanya kwa wakati huo. Sasa aifa, sasa tumekaa katika utulivu, pia ni wakati wa kuweza kuungama kama kanisa dunia nzima katika taifa la Tanzania, kuweza kuungana, kuweza kuleta amani ndani ya taifa, kuweza kutikisa amani iliyofichwa katika taifa, kuweza kuinua silaha zetu juu, machepeo ya imani ili kuweza kuleta nguvu na matokeo mapya ndani ya ya kanisa. Kanisa <tutu> tunapaswa kuleta amani iliyo thabiti ndani ya kanisa. Yesu Kristo alipogundua yeye ni nyoka wa shaba, alikubali kubeba yote kwa sababu silaha, mikuki, mijeredi, misumali, taji ya miba Mkuki ubavuni alichomwa, alipigwa, lakini ukiangalia Kristo alijua, mimi nyoka ya shaba nikisimama Kalvari, nitavua hayo mateso, roho nitavua wa ro, utu wa kale jivike utu wa kale, utu Mungu kila siku, ili uweze kutenda haki.